Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa amewataka Watanzania kuchangia mfuko wa jamii wa Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro ambao umeanzishwa mahususi kwa niaba ya kukiendeleza chuo hicho. Mheshimiwa Majaliwa ametoa kauli hiyo leo Juni 20, 2025 akiwa katika kilele cha maadhimisho ya miaka ishirini tangu kuanzishwa kwa Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro ambayo amefanyika katika viwanja vya chuo hicho. Tuchangie maendeleo ya chuo chetu ili tuendelee kutoa huduma kwa watoto wa Tanzania, kwa vijana wa Tanzania. Na mimi nikiwa hapa nataka nikuunge mkono Profesa, nina muunga mkono Profesa kwenye mchango huu, na wote ambao mko tayari basi mje, mi naanza kutoa milioni kumi. Akitaka niwaambie, hata aliyetakiwa kuwa mgeni rasmi leo aliyetakiwa kuwa mgeni rasmi leo ambaye ni Mheshimiwa Dk. Samia Suluhu Hassan, nakuunga mkono kwa shilingi milioni mia moja. Takbir, takbir! Katika hatua nyingine, mufti mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zubeir amesifu hatua kubwa iliyopigwa na chuo hicho. Kwa maana tangu kuanzishwa miaka ishirini iliyopita ni kuonesha kwamba chuo kimefanya kazi kubwa na kimefanya maendeleo makubwa, na tunayaona kwa macho na kila mmoja ameshuhudia, na hakuwa mwenye kiona kuona. Sawa sana, aliyesikia tu aliyeona kaona, na mimi ni mmoja katika watu walioshughulikia swala hili kwa sababu ilipofunguliwa siku ya mwanzo kabisa mwaka elfu mbili na tano mimi ndio niliokuwepo hapa na ndio niliomba atadua katika siku hiyo. Kwayo, nachuo, na katika, kwa hiyo nina uchungu na chuo na niko mbele katika kuhakikisha hatu nakisimamia na kinakwenda mbele. Kwa kweli nimefarajika na nimefurahi sana kwamba nimekuwa miongoni mwa watu ambao wameweza kuhudhuria sherehe hii ya kumbukumbu ya miaka ishirini tokea chuo chetu kimeanzishwa kama ulivyogusia kwamba mimi ni miongoni ma waanzilishi wa hiki chuo nimeshiriki tangu mwanzo wa mchakato mpaka hadi ufunguzi wa chuo, na katika ile taasisi ya Muslim Doven Foundation ambayo ndio tuliunda kwa ajili ya kukabidhiwa hiki chuo chini ya mwenyekiti wa mzee wetu marehemu Kitwana Kondo, mimi ndio nilikuwa katibu mkuu wa mwanzo. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Morogoro mheshimiwa Adam Kigoma Malima alikuwa na haya ya kusema: wanafunzi wa Muslim University wanasifika kwa maadili kwa umakini kwenye kazi zao wanapopewa majukumu, kwamba lazima tufike sehemu huko mbele ya safari watu wawe wanakimbilia kuwaleta watoto wao Muslim University, kwa sababu wanajua kwamba watoto wao wakitoka hapa wanakwenda kuwa watoto bora sana. Baadhi ya wahitimu wa chuo hichi akiwemo mkuu wa wilaya ya Rungwe walikuwa na haya ya kusema. Lakini pia kupitia chuo hiki Mwenyezi Mungu ametujalia kuweza kupata nafasi mbalimbali, ambapo kwa mimi sasa hivi ni mkuu wa wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya. Kwa hiyo nasema chuo hiki kina mchango mkubwa. Wito wangu kwa wanafunzi walioko hapa kwamba waendelee kushika masomo yao kwa bidii zaidi, e, wakazanie masomo yao. Hiki ni miongoni mwa vyuo bora zaidi hapa nchini. Kama watafuata taratibu e, za chuo hiki, basi na wenyewe kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wataweza kuwa na mafanikio makubwa. Najivunia sana kuwa muhitimu mu wa chuo cha Kiislamu Morogoro na ninasherehekea sana leo maadhimisho ya miaka ishirini na ninajipiga kifua mbele kusema kwamba na mimi nilisoma hapa, kutokana na matunda ambayo yanapatikana. Sisi ambao tumehitimu, tumejua jukumu letu ni lipi katika jamii yetu ya Tanzania, lakini pia na hawa ndugu zetu ambao bado ni wanafunzi wanapata nini, kiendelee kufanyika. Nikiripoti kutokea hapa katika viwanja vya michezo vya chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro mkoani Morogoro. Mimi ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media.